God have mercy ni kwa kama nitakugonga bwana. nataka nigonge geti kule. na Oh, unagonga. A Ah, sasa ulikuwa usikii? Nimegonga kitambo kinoma toka asubuhi, nipo hapa na sikia. Sikia. God have mercy upon us. <laughs>